Tiba hii mnayoiona hapa pichani ni dawa ambayo iko bora sana kwa kumtoa H. pylori ndani ya utumbo. Dawa hii haimuui H. pylori ndani ya utumbo, bali dawa hii inamtoa nje ya utumbo H. pylori, kwa sababu tunashuhudia watu wengi sana wanasumbuliwa na changamoto ya Helicobacter pylori, wanatumia madawa ya kumuua ndani ya utumbo, anakufa kwa muda, lakini baadaye anaamka sana anaamka tena kwa sababu H. pylori ni bakteria ambaye ni mbishi sana, ni bakteria ambaye ana kiburi sana, na ni bakteria ambaye ni sugu. Kwa hiyo huwezi ukamua Helicobacter pylori ndani ya utumbo, bali una uwezo wa kumtoa nje ya utumbo kwa kuliflash tumbo lako. Sasa dawa hii iko vizuri sana kwa kutibu changamoto ya H. pylori kwa kumtoa nje ya utumbo. utajijuaje kwamba una dalili za Helicobacter pylori? Dalili ya kwanza ni kupata haja nyepesi. Dalili ya pili pia ni kuishiwa nguvu mwilini, kuumwa na kichwa, uchovu kwenye mwili, kujamba jamba mara kwa mara lakini dalili nyingine pia ni kukosa hamu ya kula na tumbo kujaa gesi. Kwa hiyo ukiwa una changamoto za Helicobacter pylori, na nakushauri sana ndugu zangu mtazamaji, usitumie dawa ya kumuua H. pylori ndani ya utumbo, na ili uamini wa hili, watu wengi sana wametumia antibiotic kumuua H. pylori na hatimaye unamuua leo, kesho anarudi tena. Kwa hiyo kupona kwa changamoto ya H. pylori sio kumuua H. pylori ndani ya utumbo, bali ni kumtoa nje ya utumbo. Kwa hiyo dawa hii bei yake imeandikwa kwenye chupa hapa ni elfu thelathini, ni elfu thelathini. Ni kachupa kamoja na dozi ni kachupa kamoja tu. Kwa hiyo yeyote ambaye anasumbuliwa na H. pylori, basi suluhisho lake ni dawa hii mnayoiona hapa pichani. Walioitumia dawa hii wengi wamefanikiwa na ili nawe ufanikiwe, zingatia kile nitakachokushauri muda wa dawa hii. Kupona kwako ni kuzingatia maelekezo sahihi ya daktari na kukaribisha sana. Asante sana.